Na Escape from the Sobibo, pamoja na mauaji ya kutisha zaidi zaidi ya Wayahudi. Mwandaaji na msimuliaji wa makala hii, jina langu ni Leonard Mwantende, kwa ustadi na uweledi wa hali ya juu. Kuanzia ya mwaka 1941 na 1945, katika kila Wayahudi watatu wawili waliuawa katika mauaji ya kikatili zaidi katika uso wa dunia. Wayahudi zaidi ya milioni sita waliuawa kinyama. Mwanamume mmoja aliyetua duniani kwa kishindo alifurahi kuona mifereji na tiririsha damu ya binadamu. Huyu ni Adolfu Hitler, aliongoza utawala wa Nazi katika kuteketeza vichwa vya Wayahudi milioni sita ambao yeye aliwaita magugu katikati ya wanadamu. Mauaji haya ya kutisha ambayo leo yanajulikana kama Holocaust yalikuwa ni jawabu tosha la kitendawili kilichomtesa Hitler juu ya nini afanye kuangamiza damu yote ya Kiyahudi katika uso wa dunia. Yote yalianza baada ya kuamrisha kutungwa sheria ya Nuremberg ambayo ililenga kusafisha kizazi cha Wajerumani, ambapo hakuna Mjerumani aliyeruhusiwa kuoa au kuolewa na Myahudi, na kwamba Wayahudi wote walitambulika kama wakimbizi katika taifa la Ujerumani. Pole pole Wayahudi wakaanza kufukuzwa kutoka kwenye miji mikubwa ya Ujerumani, wakaanza kupokonywa nyumba na biashara walizozimiliki. Lakini ilionekana hawa Wayahudi walikuwa na uwezo mkubwa sana katika kufikiri na kutatua changamoto. Waliweza kutengeneza network kubwa ya media ili kupaza sauti, dunia nzima ijue nini Hitler na kusudia kufanya Hivyo ilikuwa ngumu sana kwa Hitra na utawala wake kudili nao kwa njia za kawaida. Sasa Hitra akaja na mbinu mbadala ya kuisafisha Ujerumani. Kazi itakuweka huru kuelekea kuzimu. Kuanzia y mwaka 1937 katika mapori manene yaliyopo katika vitongoji vya Poland, utawala wa Nazi ulianza ujenzi wa kambi. Hazikuwa kambi za kawaida bali kambi za mkusanyiko Kambi nyingine zilijengwa lakini kubwa zilikuwa tano, zikiwemo Majnek, Kenlino, Belzek, Treblinki na kambi maarufu zaidi ya Sobibo. Miundombinu ndani ya kambi za kifo. Kambi hizi zilijengwa katikati kabisa ya misitu minene. Kambi zote zilizungushwa na fensi tatu tofauti: uzio wa senyenge za tetanus, uzio wa ukuta mrefu pamoja na uzio wa umeme. Kambi zilikuwa na ulinzi mzito sana ambapo kulikuwa na minara ya ulinzi 19 hadi 25 watch towers kwa wakati mmoja. Kambi moja ilipaswa kuhifadhi mateka elfu arobaini na tano hadi elfu hamsini lakini baadaye wanazi walirundika hadi wafungwa elfu thelathini kwa pamoja. Kambi hizi zilijengwa zikiwa na sehemu tatu kubwa: sehemu ya mapokezi, ambapo ndipo wafungwa walifikishwa kwa mara ya kwanza, walikaribishwa kwa shangwe na bashasha na kupewa maelekezo, ikiwepo kutengwa katika vikundi kiumri, kiuweledi, kijinsia na kadhalika. Sehemu ya utawala, hapa ndipo palikuwa na ofisi pamoja na makazi ya askari na viongozi wa kijeshi. Kulikuwa na anasa nyingi, ikiwemo kulewa, unyanyasaji wa kingono na kadhalika. Sehemu ya maangamizi, huku ndipo yalipokuwepo makazi ya mateka. Kulikuwa na kumbi nyingi zilizokuwa na madirisha madogo madogo, na haya madirisha yalikuwa juu kabisa, ya milango ya chuma, sakafu ya kokoto kubwa kubwa, gas chambers kulikuwa na sehemu za kificho ambako kulitengenezwa vyumba vidogo mithili ya mabafu ambapo ilikuwa special kwa ajili ya kunyonya gesi ya oksijeni. Mateka wasingeweza kujua hatima yao. Kulikuwa na mifereji ya kifo ambayo zilitumika kama machinjio. Ndani humo kulikuwa na vyumba vya mateso makali na majiko yenye masufuria makubwa sawa na matenki ya ujazo ya lita laki moja. Maisha ndani ya kambi za kifo. Wayahudi walisafirishwa hadi kambini kwa usafiri wa treni, waliwekwa ndani ya mabehewa ya mizigo kutoka nchi mbalimbali kama Czechoslovakia, Ujerumani, Austria, Uholanzi na Poland. Baada ya kufika kambini, walipelekwa mapokezi, kisha kukaribishwa kwa furaha kabisa na kupewa maagizo ya kuandikia ndugu zao barua, kuambia kuwa wamewasili salama. Barua hizi zilitumika kama ramani kuwatambua na kuwakamata Wayahudi wengine. Wanawake na wanaume walitengwa, na watoto waliruhusiwa kujichanganya na mama zao. Hata hivyo, wote walipewa taarifa kuwa safari yao itakuwa ikiendelea, lakini lazima wapate kuoga na kukabidhi nguo zao ili zipuliziwe dawa ya kuua wadudu. Maji ya kuoga yote yaliwekwa sumu kali yenye kuwasha na kusababisha maumivu ya ngozi, na nguo zilipuliziwa sumu ya vipele na vidonda vyakula viliwekwa sumu iliyoua inayosababisha maumivu michubuko na uvimbe kwenye mdomo na ulimi midomo ya wayahudi ilibabuka mno hivyo asingeweza kuzungumza wenyewe kwa wenyewe mapigo na mateso ndani ya kambi yalianza baada ya siku mbili tangu kuwasili siku nne na kuendelea wayahudi makundi kwa makundi waliunguzwa ndani ya gesi chambers watu 500 kwa pamoja wangeingizwa kwenye vyumba vidogo na kunyimwa oksijeni kwa kuingizwa carbon monoxide hadi kufa. Wengine waliingizwa kwenye mifereji ya mauaji kisha kuchinjwa shingoni kama kuku. Damu ilitiririka hadi kilomita moja kuelekea kwenye mashimo yaliyojengwa kama matenki ya chuma. Damu hizo ndizo zilizotumika kufua umeme asilia ambao ulitumika katika makazi ya askari wa kinazi hapo kambini. Mashimo haya waliita Ziwa Tamu. Baadhi ya mateka waliuawa kwa vipigo vikali ndani ya vyumba vya mateso, ambapo wangekatwa polepole kuanzia vidole, viganja, mikono, miguu, shingo hadi kifo. Hili ni lile kundi la mateka watata na wasombofu zaidi. Kuna wayahudi wengine walitupwa kwenye vyumba vya barafu, hivyo wangepigwa baridi wagande hadi kufa. Kuna wengine walitumbukizwa kwenye masufuria ya maji yaliyotokota na kuachwa wachemke hadi kufa. Wayahudi wengine waliingizwa kwenye kumbi kubwa na kufungiwa humo bila mafanikio ya kutoka na kuachwa bila huduma yoyote kwa siku nane. Wengi walikufa kwa kukosa hewa, joto kali, baridi, njaa na kiu. Kuna wayahudi waliuawa kwa sumu ya maumivu ya tumbo. Wengine hawa, walemavu na wanawake, walitumika kama shabaha katika mafunzo ya wanajeshi ya kupiga risasi. Baadhi ya wafungwa walifukiwa wazima kwenye mashimo makubwa ili kuficha ushahidi. Mili yote ilifukiwa mashimoni na mengine kuchomwa moto hadi majivu. Kila baada ya wiki mbili, waliletwa wafungwa wengine ambao wangeuawa kwa staili kama hizo. mwaka kidume Leon escape from the sobibo. Kukiwa na majaribio mengi sana ya kutoroka kutoka kambi za vifo, hakuna hata jaribio moja lililofanikiwa. Waliojaribu kutoroka ndio wale waliouawa vifo vya kikatili zaidi, kama kuchomwa moto akiwa wazima, kuchemshwa kama supu na kukatokatwa vipande. Mwaka 1943 msimu wa kiangazi, mateka wengi walifikishwa katika kambi moja maarufu ya Sobibo. Katika hili kundi alikuwamo luteni wa Kirusi mwenye damu ya Kiyahudi, Lioni. Jamaa alikuwa genius sana, mwenye uwezo mkubwa sana katika masuala ya kivita. Siku ya kuwasili pale mapokezi, aliweza kwa asilimia mia kujifanya kichaa, hivyo hakuna Mnazi aliyemtilia shaka wala hakuna mlinzi aliyemshitukia. Akiwa kambini, alifanya vikao vya siri sana na mateka wenzie, akateua viongozi na kikosi kazi. Aliwashawishi mateka wenzie chini kwa chini kwa maneno haya: hakuna kushindwa, tupo hapa kwa ajili ya kufa. Kifo ni lazima, lakini si kufa kama mzoga mik mikononi mwa Mjerumani. Jamaa alikuwa vizuri kwenye kuchora ramani za utekaji na uvamizi. Aliwateua mateka watatu na kuwapa jukumu la kulegeza mlango wa ukumbi ambapo yeye na makamanda wake wengine waliishi. Mpango wa kulegeza mlango ulifanikiwa ndani ya siku moja kwa kuvunja kwa siri kuta za pembeni kwa nyuma vidogo vidogo. Jembe lioni, akasuka ramani ya kuwateka walinzi na akawapola silaha. Usiku wa mashambulizi, usiku wa mashambulizi, Lioni akiwa frontline pamoja na mateka wachache waliweza kuvamia minara ya walinzi 23 yote na kuwateka walinzi watatu waliokuwa katika kila mnara, wakauawa na kuwapora silaha. Jumla ya walinzi wa Nazi 44 na waliuawa, na mapambano yakaanza. Kumbi zote za kulala mateka zikafunguliwa, na mateka wakaamriwa wafanye kila wawezalo ili waweze kutoroka kambini hapo. Baada ya utawala kugundua, wakaamuru askari washambulie kina Leon, walipambana sana sana Mateka wengi waliuawa wakijaribu kutoroka. Bwana Lioni hakurudi nyuma, alipambana sana hadi kupigwa risasi mkono wake wa kulia. Hakurudi nyuma, alizidi kupambana kiume, alitumia mkono wake wa kushoto mpaka risasi zilipomwishia. Akapiga magoti, akaweka mikono mfukoni, kisha akasema, nimefurahi sana kuja huku, naomba mnionyeshe njia ya kuelekea kuzimu. Hapo alitandikwa risasi kumi na saba hadi kifo. Wayahudi waliuawa sana, lakini zaidi ya mia tatu walifanikiwa kutoroka wakiwa hai baada ya uvamizi wa Escape from Sobibo. Mwandaaji na msimuliaji wako ni mimi Leonardi Mwantende.